Maiyaraalhamdulillahi, sasa tuko katika kumalizia hadhara yetu hapa alikwenda tua mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali, alitamani awe na sisi muda wote mpaka kumalizika kwa hadhara hii, lakini kwa bahati mbaya akiwa mtoto wa shekhe wake Sheikh Muhammad Ayub kule Tanga mtoto wake mkubwa amefariki. Kwa maana mufti ametoka kwa haraka ametupitia kutubariki, amekwenda, lakini alhamdulillah ametuachia mtoto mmoja timeshanaa shughuli hii, nasi wengine mshauri wake mufti shekhe salida mfarikatarikaadai na alikuwa alikuwa meaamea sasa, huyu ndio tuachie hapo, Mheshimiwa Mufti, tuhitimishe naye shughuli hii kwa kusema maneno atakayosema, amadogo, alafu ktotakupia mpunga, alafu tuondoke. Njoo Mheshimiwa Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mabwana na kina mama huko nyuma, wallahi maneno yote ameshazungumza mwenyewe Mufti na washikaji wetu hawa maarufu, tunawapenda wote. Dar es Salaam hapa wamesimama, ameshatunasihi. Mimi sina cha kuongeza, lakini moja tu ambalo aliozungumza Mufti ni juu ya amani sisi Waislamu tunatii viongozi wetu, basi tuendelee, tuwatii wazee mufti na hao wote wa chini, kwa kutunza amani na kuendeleza amani. Langu mimi sasa, shehai, pengine nataka nikupongeze sana kabisa, utaratibu huu unaofanya kutoa kwa kopango watu mbalimbali ni jambo jema, lakini kwa kuwa leo nimepewa nafasi ya kumwakilisha mufti